Okay, kwani Mungwe Superbrand mama umeifahamia wapi? Nitanayo Instagram kwenye zile mm -hmm, matangazo ndo nikaingia, lakini naona tukitoa shilingi elfu moja napata sijui mchele <laughs> inawezekana vipi? Ndo nikaclick pale kwenda kwenye profile pfil kusema maelezo, then kichwa nivutia zaidi ni baada ya kuona inapatikana Toangoma sehemu ambayo naishi na mimi karibu kwanza sasa anyway, hii itakuwa ni rahisi hata kuamini kwa sababu kidogo unajua mitandaoni inakuwa ina walakini, wanavyofanya hivi ni kweli. Kwa hiyo ulivyosema ipo karibu na pale ninapoishi mimi, nikaona ingawa ni jaribu, nikaingia kwenye group, then nikaanza kuuliza michezo iliyopo, ndio nikaona pale lakini ngasema ngoja ni test. Nikaona bado na hofu, nikaanza kucheza mchezo na kumbuka alikuwa 2400 sio? unapokea kuku jogoo kama sikosea. <laughs> Nika nikatuma nikaendelea hivyo, mwisho wa siku nilikuja kupokea mboga kutana na kuku mkubwa <laughs> inawezekana. Basi ndiyo nikaanza kuendelea hivyo hivyo, lakini kwa kweli hichi kitu kinatusaidia kinatu, kinatu sana, kwa sababu sababu hizi shilingi kumi kumi ishirini zote ni hela ndogo sana, kwa sababu tunafanya miamala mingi kwa siku na naai, tunapambana hatulali. Kwa hiyo inatusaidia, nawakaribisha na wengine jamani, mtakapoona hili tangazo popote pale, marafiki ndugu, jamaa Jamani, jaribu kujoin kwenye hii super brand ya Mungwe, mtapata matarajio makubwa sana, okay. tumekuwa mara nyingi mm. tukiangalia makingomaza wako wengi, lakini wanapambana mm. kiukweli mm. lakini wanaweza wakapambana mm. end of the day unakuta wale wamama au wale wanawake mm. yani, wako katika mazingira ambayo mm. ni magumu kidogo mm. lakini kupambana wanapambana mm. kitu ambacho tumekiangalia tume, tume mm. ni kana kwamba unakuta anapambana mm lakini zile fedha anavyozipata, mm. mpangilio na mm. nidhamu ya pesa inakuwa hakuna. Mm. Kwao lengo la Mungu atakasema okay, it's okay. kwamba watu wanapambana lakini tuangalie namna gani pesa yake ile mm. ndogo. For instance, tuna mchezo wa ni shilingi 10 ni 10 yes, shilingi yes, 10 ya nazi. Mm. Lakini kuna familia ambazo tunaweza tukaangalia mwaka mzima wanaweza wasipate wasaha au ile hali ya kula, chakula chenye nazi. Mm. Lakini siku mtu ambapo atapata familia mm. itafurahi na yule mtoto ambaye ana hali mm. ya mazingira ambaye ni duni akafurahi mm. aka fry, aka appreciate kile kitu kwa siku hiyo. Mm. Kwa kwa mantiki hiyo tumeona kwamba kumbe hao wanawake, zile pesa zao ndogo wanazozipata wakazitilia nidhamu. Kwa kupitia Mungwe mm, wanaweza wakapata chakula mm, wanaweza wakapata mavazi lakini wanaweza wakapata malazi tuna kodi mm, lakini wanaweza wakapata ada za shule na vitu vingine vingi. Nini unawaambia wao kina mama ambao mpaka sasa hivi hawajaweza, mm, kuwa aware mm, na huduma ya Mungwe Superbrand mm, kwamba inaweza kawanyanyua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm? Okay, mimi kitu cha kuwashauri kwanza mimi nachoweza nikashauri ni kwamba kwamba mtu kwanza akipata mpaka hiyo huduma imfikie, haijiwe kwanza, aidha kwa kutumiwa linki kwa kuona Instagram, au kwa kuambiwa kama yeye anaona anakuwa ana, lakini afike kwanza ndani kwenye kampuni husika ya Mungwe, aanze kujilibisha then aanze kuwekeza kidogo kidogo. Jamani, michezo ya Mungwe imegusa kila sehemu, kuna ada, kuna vyakula shilingi tisini, jamani, viungo shilingi arobaini pilipili kwa hiyo pili, shilingi kwa hiyo ni <laughs> <waki me. Kisa. laughs> <laughs> Yani, mi nawashauri wanawake wenzangu tusibweteke, tujoini hapa Mungwe Super Brand ili iweze kutusaidia katika shughuli zetu za kila siku, kwa sababu kuna ada, kuna michezo ya sikukuu. Sikukuu zote mwaka mzima sisi tunasherekea na Mungwe. Kuna nane, nane. <laughs> kuna saba saba, kuna Christmas. Kwa hiyo mi nawashauri, pesa yako yoyote unayoipata kwa ugumu usiidharau. Kwa Mungwe kila pesa inahesabika. Okay, tukitoka nje kidogo hmm. na na upande wa Mungwe hmm. tukirudi kwenye maswala mazima ya kijamii hmm. hmm. tumekuwa tukiona kwamba yani wanawake wengi ambaye ni single mother huwa wana hofu na hmm. na maisha hmm. Wewe kama single mother unawezaje hmm. kujimudu kimaisha? hmm. Kila kitu kina ugumu wake, lakini nasema Mungu akikupa kilema anakupa na mwendo. na na kwa hiyo tunaamini kila lenye gumu wepesi unakuepo, kwa hiyo kinachotakiwa ni kuto kukata tamaa, kwa sababu ishi imeshatokea na wewe ndio upo na upo na watoto, kwa unabidi upambane kwa vyovyote vile ili uinuke, kwa sababu mwisho wa siku watoto wataamini kama wewe ulikuwa unapitia magumu kiasi hicho, kwao naamini wewe mamako unabidi kuone kila siku unatabasamu, unapambana, unatafuta hela kwa hali na mali ili uweze kuvuka. Ni picha gani au ni muonekano mm. gani wewe ambaye uaga mm. unautumia una, una mm. ku, kuleta taswira kwa watoto mm. wako mm. kuonyesha kwamba na wenyewe ni mm. sehemu ya jamii mm. na wenyewe hawako katika mfumo wa malezi ya jinsia moja, kwa sababu siyaonyesha, si tofauti hiyo, kwa sababu kuna watu ambao wanakuja kutuona tunatembea kwa ndugu, kwa hiyo bado hawajapata hicho, sababu ni wadogo. Kwa hiyo furaha, nyuso ya furaha wanakuwa wanaiona mm. sio kwamba mzazi, kwa sababu uko single, yani all the time, kama unakuwa uko serious, kama mtoto anaona mbona mama yuko mm. yani, anachukia mda wote, kwa hiyo it means kwamba ule upendo mm. ambao ungekuwa wewe na baba yao mm kwamba uh, wangeona nyuso ya furaha still mm. bado wanapata yeah. Unawaambia nini kina mama, ambaye kwa sababu nimeuliza swali, kwa sababu kuna jamii ambayo mm. kuna mtu, kwa sababu still yuko mwenyewe, yaani mm. muda mwingi anakuwa na asira mm. asira ya vile ugumu wa maisha lakini kuna asira kwa sababu yuko mwenyewe mm. kwa anachukulia ah, angekwepo yeye angeweza kufanya hivi mm. kwa hiyo kuna mama wengi wanaweza wakachukua kile kitendo wakaadhibu wale watoto mm. kwamba ile adhabu anayetoa, mm. sio kwa sababu tu yule mtoto amekosea, mm. ni kwa sababu tu kuna background mm. ya image ambayo yeye anayo, ambaye imemuuzi mm. au imemletea mazingira ambayo sio kwenye mentality yake mm. anamhamishia mtoto mm. vipi katika hilo, naambia nini jamii? Okay, kitu ambacho naweza nikamwambia ni kwamba tujitahidi kuzuia hasira na tuweke furaha mbele, kwa sababu unachofanya hicho kitendo kina mwathiri mtoto atakuwa nacho, kwa ni kitu ambacho cha kujizuia. Tunapitia magumu mengi, lakini ukiwa mbele ya watoto wako onyesha furaha na upendo, ili maisha yaweze kuenda ha, kwa upande mmoja ama nyingine hmm. uaga wanasema kwamba mtoto ananyoshwa na baba kwa hiyo ina, ina maana kwenye kwenye jamii tunaonekana unaonekana kama wanawake mm. tuko inferior in such a way that kwamba hatuwezi kuwaongoza watoto katika maadili mm. ambaye ni, mm. ni msingi mm. wewe kama mama mm. na tukichukulia wewe, nawaona kuna wanawake wengine mm. katika jamii mm. vipi kwa upande wako, umejiandaa vipi kupambana na hiyo vita mm. ili watoto wako wawe kwenye msingi ambao kana kwamba wange, wangekuwa mm. jinsia zote mbili zinamwelekeza mm ama pia watu wengine wajifunze nini, kwamba wewe unapaswa kumlea mtoto kwenye maadili yapi hmm. even though kwamba uko wewe peke yako hmm. ili sija kamwathiri mtoto akawa aka katika mazingira ambayo ni tofauti hmm. ya katika nyanja za malezi okay, hapo ni kujijaji mwenyewe kwa sababu unapokuwa unawalea watoto usipende kuendekeza huruma, kwa sababu huruma sio malezi. Kwa hiyo uwalea watoto katika misingi imara. Endapo kama angekuwa baba yao pia yupo, mngepambana kwa namna na yote, ili watoto akanyooka katika maadili ambayo yapo sahihi. Kwa hiyo huruma sio malezi, naweza nikasema walea watoto katika misingi ambayo ipo imesimama na imara. Kwa kwa mantikio mm. labda, eh, kwa, kwa upande ambapo labda tungehitaji tungehitaji mnyoosho mm. watoto wanyooke mm. lakini tunasehemu ambayo tunahitaji upendo mm. watoto wapendwe wapendo lakini wede. kwa sehemu ambayo inahitaji watoto waadhibiwe wanahitajika kuadhibiwa kwa namna ambayo ni mm. ni sahihi, mwezi kamwathiri kisaikolojia mm. kumuona kwamba haya malezi ni kwa sababu mm. ni mama anafanyaje, mm. anatoa ndivyo nacho kimaanisha nachomaanisha. Kwa hiyo nyanja zote tuziguse za upendo na kuhudumia katika hali ya nanilia ya adhabu, endapo anastahili adhabu, lakini hiyo adhabu pia isimwathiri kisaikolojia. Sisi tunashukuru naamini, mm. kwamba jamii nyingi kwa sasa hivi, wanawake wengi wanapambana mm. lakini pia wanawake wengi wanajiamini, lakini kujiamini kwao mm. kuwe katika mfumo ambao unaleta matokeo ambayo mm. ni chanya kwenye jamii mm. chochote tunachokiwekeza mm tuwekeze kwa ajili ya maendeleo binafsi mm. lakini chochote tunachokiwekeza mm. tuwekeze kwa ajili ya maendeleo ya watoto wetu na kizazi chetu mm. lakini chochote tunachokiwekeza mm. ya awe ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa, no mata watu kwamba sisi ni jinsia ambayo labda ni jinsia moja mm. no tunalea labda watoto wetu mm. lakini vile vitu ambavyo tungevifanya tukiwa wote wawili mm. ina maana nitakiwa tufanyaje? tuviplay hiyo mm. pati kuanzia kwenye watoto lakini mpaka kwenye, kwenye jamii Mdia. Sisi tunashukuru mama nashukuru kututembelea. Tunashukuru kwa mchango wako mm. na imani mm. watu wengi ambao walikuwa ni masingomadha mm, lakini na wanawake wengi ambao wanaogopa kuthubutu, kwa sababu changamoto ipo kwenye kuthubutu. Unaweza mm. ukaiona fursa hii ni fursa, lakini namna ya kuithubutu ukashindwa. waweze kuwa na moyo huo, hmm. Lakini pia waendelee kujifunza mambo mengi ya yanayohusiana na elimu za fedha, kwa sababu kitu kikubwa kinachopotea na kwa jamii nyingi za kina mama ni nidhamu na fedha, discipline hmm. ya fedha hatuna, lakini kupitia Mungwe tunaaminisha watu kwamba, na tunawaaminisha kina mama na wewe mwanamke kwamba kidogo ulicho nacho ukikiwekea nidhamu kinaweza kukufanya ukaishi maisha bora hmm. kama ungekuwa na msaidizi hmm. usiogope hali ulionayo, lakini ile shilingi mia hmm ipe thamani ile shilingi mia, kibaki kwenye mm, simu. Kuna sehemu ambayo unaweza kuiweka at end of the day, ikadabu na ukapata kitu kikubwa, kitu chako mm. Lakini pia kwa wale wa Tanzania wenye hofu, kwa sababu kweli wimbi la matapeli ni kubwa bila sisi wenyewe kujihakikishia ile sehemu naenda kutoa pesa ni salama mm, bila sisi kujihakikishia kwamba kipi kinanifanya niweze kuiamini hii taasisi au kampuni kwa ku, kupata huduma fulani au duka au mtu yoyote. For instance mtu amekwambia bwana, mimi natoa huduma fulani mm, ofisi yangu iko sehemu fulani mm. yule mtu anakuwa ni, ana, ana, ana, anakuwa mvivu kuenda kufika, yeah. Yes, kwa kile kitendo kinakufanya wewe, kwanza ni njia mojawapo kutapeliwa, kutapeliwa mm. lakini kingine ki kuchunguza uchunguzi binafsi. For instance, umeingia kwenye peji za mitandao ya kijamii, umeiona akaunti labda inatoa huduma fulani mm. kuna vitu ambavyo unatakiwa vya msingi uvizingatie. Ukiangalia, anza kwenye juu ya ya dashboard pale mm. nini kimeandikwa? yeah. kuna information kamili, wana, wanafanya wapi wana email wameweka pale mm. wana phone number wameweka pale mm. Logo mm. inatambulisha ile taasisi iko pale kwa mm. sababu mtu anaweza kachukua logo ya tuseme ya katuni kaiweka pale akakwambia, yeah. nauza nauza nguo, alafu pale ukiangalia picha, logo okay. ya katuni kartu, ya mm. still bado, unafanyaje unakuwa unapata una, una, mm. una imani ni watumie ni, watumie, ni mm. kitu ambacho mm. akiwezekani mm, lakini ukirudi kwenye detail kamili za huduma inayotolewa patilia ule mfumo, wanafanya nini, chambua. Wamefanya hicho wamefanya wamefanya hicho, mpaka kwenye picha mia, zitakupa mwanga sahihi. Komenti za watu unakuta mm. kuna nini, posti ambazo kuna komenti zinafungwa sehemu, mm. ya komenti haifanyi kazi. Eh. Do you think ile sehemu inakuwa ni salama? Hapana. Why ile sehemu ya komenti ifungwe? Ndio hapo sasa, haitakiwi. Ina maana haimruhusu yule mtu kukomenti, akikomenti atakomenti kitu mm. kibaya, lakini kinapokuwa komenti ziko wazi, fuatilia really still comment mm. umeingia kwenye picha moja, kwenye picha ya pili, fungua komenti mm. wa, wa, wa, wananchi wanasema nini? mm. watasema cha kwanza watasema cha pili mm. watasema cha tatu mm. utalinganisha, mbona majibu yanafanana, mbona mm. unakisifia hichi kitu, kwa end of the day utaanza kuona unapata mm. ile trust yeah. Lakini pia kwa wakazi wa mikoani Dar es Salaam, yamkini una ndugu, lakini una jamaa, lakini una marafiki waelekeze, wafike kwenye huduma husika, even though kwamba sio Mungwe Super Brand, sehemu kokote ambapo unaenda kupata huduma, unataka kuagiza mzigo Dar es Salaam, mtume rafiki yako ni mara kumi ukampa shilingi elfu tano au elfu mbili ya usafiri akaitumia kwenda kuangalia sehemu ya kupata ya kupata huduma, akajihakikishia pesa yako napeleka hapi au ule mzigo ukaulipia, akiwepo pale then akachukua ule mzigo akakutumia hiyo, yeah. Ni sehemu pia ambayo ni njia ni salama. Maana watu wengi wa mikoani imani inakuwa ni ndogo, wanahisi utapeli na kweli wanatapeliwa, kwa sababu wanatumia njia ambayo sio sahihi. Kwa usalama wa kwanza, uanze kwako alafu wa pili ndo mamlaka itashughulikia kwa tusitupie mzigo moja kwa moja mamla, tukaipa tukaipa kazi hmm. Mi nafikiri hizo ni njia sahihi ambayo tungetamani wateja wetu mzitumie kwetu sisi, lakini na kwa watu wengine, mi nakushukuru sana kwa majina. Naitwa Elfrida Prosper, ni manager wa kampuni ya Mungwe Super Brand. Tumekuja leo kumtembelea Mama Ian ni kigomadha ambaye yupo katika mchezo yetu na ni mnufaika mkubwa sana kama ambavyo mmesikia, tunawakaribisha na wengine wote, karibuni sana. Ile mia imekaa tu kwenye simu, usidharau kwamba hii itafanya nini, unaiacha. Hapana, wekeza. Mungu utapata vingi zaidi. Tunapatikana Dar es Salaam, Tua Ngoma. Kuna namba ya simu katika peji zetu, peji zetu, piga ya simu, utapata maelekezo yote. Karibuni sana.